Pakom zuzwa, jaribu kuficha mpira, bado yuko kwake. Pakom Abuya, nyanyuliwa tena cross kwenye nafasi Dube. Hao siyo nyuki, hao ni wananchi. Prince Dube anakwenda kunyanyua wananchi bao lake la pili msimu huu. Wameomba, wamebisha, hadi sasa wanafunguliwa. Krosi ile imetoka na inakwenda kutua kwenye utosi wa mwana wa mfalme, Prince Dube forehead unakutana na mpira ambao unajazwa kwenye neti za Coastal Union. Mangushi wanashindwa kushikilia, hatimaye wanaruhusu bao.